Habari zenu jamani, natumaini mko poa. karibuni tena kwa mara nyingine. Kwanza, kabla ya yote, hii inawalenga watu wote wenye changamoto za magonjwa ya ngozi. Okay? Ipo dawa hapa inaitwa Safi Jelly Skin Care. Dawa hii imetengenezwa kiasili kabisa kwa matibabu yafuatayo. Dawa hii inatibu muwasho sehemu za siri Sawa. Dawa hii ni mafuta mchanganyiko yenye uwezo wa kutibu na kupambana magonjwa yote ya ngozi pamoja na fangasi aina zote, muwasho sehemu za siri, mba, tango tango na mashiringi. Sawa, mapunye, kuondoa michirizi pamoja na mabakamabaka mabaka. inaondoa miwasho ngozi pamoja na areji ya ngozi. kama una changamoto yoyote na usika na matatizo ya fangasi, miwasho, vipele, mapunye, chunusi, halala, tango tango Tumia hii dawa, ni nzuri nzuri sana, haijawahi kushindwa. Kama umebabuka na cream, tumia hii dawa. Umebabuka na changamoto za jua, tumia hii dawa sawa. Ngozi yako haieleweki, ngozi yako ngumu, tumia hii dawa, ni nzuri sana, itakusaidia. dawa hii inapatikana GYD Herbal Clinic kwa bei ya jumla na rejareja reja, na utaipata ndani na nje ya Tanzania, itakufikia popote pale. Kama upo mkoa ambao wakala wetu yupo, utaipata kiurahisi zaidi, na tunapatikana kwa simu namba 0756830533, narudia 0756830533. Dawa hii ni ya kupakaa tu, haunywi. Unafanyaje? Pakaa, unaoga, umeshakuwa vizuri, pakaa idawa asubuhi na jioni. Ndani ya siku tatu tu, changamoto yote ya fangasi, miwasho, mipele makunye, inaondoka kabisa. Bakia kuwa vizuri. Karibuni GYD Herbals kliniki. Tunajali afya yako. Asante sana.